Naitwa Aisha Khamis Masaka e, mchezaji wa timu ya Aisha Masaka ambayo tunacheza kesho e, tunaomba wadau mashabiki wajitokeze kesho e, hii siku tumeisubiria sana, tumeiandaa sana, hatimaye inakaribia kesho. E, mashabiki wajitokeze kwa wingi kuja kutusapoti uwepo. E, wao ni muhimu sana. E, kwenye hii mechi ya hisani e, kitakachopatikana kinarudishwa kwa, kwa jamii. So e, karibuni tuje tumbonde huyu msichana <laughs> eh, nina kikosi kizuri cha kumfunga e, nawakaribisha mje muangalie mpira mzuri e, mechi lazima iondoke na magoli mengi au nasema? <laughs> <laughs> Ii, nikianza kutaja kikosi changu kipana, sijui kama ataanza kuogopa sasa hivi. <laughs> Nina wachezaji eh, eh, professional player, you know? mm -hmm. um, wachezaji wangu ni kama Naja Tabas, goalkeeper wa timu ya taifa <laughs> ya Tanzania. Ngogopi. Goalkeeper wa timu ya taifa ya Tanzania eh, nina captain wa timu ya taifa ya Tanzania eh, nina Eh, beki wa, wa timu ya taifa ya Tanzania nina eh, Asma, mchekeshaji wa, wa Tanzania kwa <laughs> uogopi. So nina wachezaji wengi guys, mtakuja kuwaona kesho na watawaburudisha. Ito Frida Amani kutokea timu Frida Amani ambayo kesho inaenda kumfunga magoli mengi sana team Masaka. Aa, kabla tujaenda mbali, naomba niwaambie kwa nini hii mechi ni muhimu sana. Kwanza hii mechi ni statement kwa mabinti wote wa Kitanzania kwamba unaweza ukafanya zaidi ya kile ambacho umekuwa ukikifanya. Unaweza ukatimiza ndoto zako. Aa, ni mechi ambayo inachezwa na mabinti wawili ambao wako kwenye ndoto zao na wanazifanya japokuwa kuna ugumu mwingi sana tunaelewa kwenye ndoto kama hizi. Nazungumza kuanzia kwenye rap, sio kitu kirahisi kumuona binti anakifanya na kwenye level ambayo unaifanya, lakini pia nazungumza kwenye football, sio rahisi kuona binti kama Aisha Masaka akifanya na anafanya kwa ukubwa ambao anafanya. Tukumbushane jambo lingine ambalo ni kubwa zaidi. Uh, football inaendelea kuwa kubwa sana sasa hivi Tanzania, na kwa mabinti inaendelea kufanya vizuri. Tunazungumza kipindi cha kina Didier Drogba, si ndio? Ilikuwa ni great yani, ni kitu ambacho nilikuwa nakienjoy. Sasa nikaja ngakutana na, ni na kocha ambaye Tanzania ana level hiyo, anaita Edna Mourinho ndio kocha wangu. Mabibi na mabwana, funga sana huyu atamtambua mimi kesho. Asanteni, mko Frida Amani na Aisha Masaka. Nakaribisha watu waje kwa sababu vingilio ni bei rahisi sana shilingi elfu mbili mpaka elfu ishirini ambayo ni kama umenunua tu sahani ya chakula, kwa hiyo waje kwa wingi, waje kuenjoy burudani na sisi tutakuwepo kumsupport. Maki Aisha ni kama mtoto wangu ambaye nimemlea na msupport kwa kila anachokifanya. Nakaribisha na watu wengine ambao wako mbali na kwa sababu kesho ni weekend nafikiri nafasi itakuwepo basi tuungane kwa pamoja tuweze kukamilisha habari ya kesho. Oh. Karibuni sana kwenye tamasha letu. Tiketi zinapatikanika kwenye app ya nilipe kwa bei ya shilingi elfu mbili ya kawaida na VIP kwa bei ya elfu ishirini na pia unaweza ukajipatia tiketi yako pale mlangoni KMC complex food, football stadium Mwenge. Mnakaribishwa wote, hii ni kwa ajili ya sisi sote.